Ame, ujue mtu wa football na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Atutakii tena tujaji, kwamba alipata labda ile nafasi sijui kwa staili gani, mradi kwa FIFA ame mwezanisha sisi, tunakuwa tuko nao, sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale skalia wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri, sisi wote ni watu wa mpira, wa mpira wa miguu Ndo stare yetu. Kwa mfano kama mimi sina stare yote zaidi ya football, ndo stare yangu na kushiriki ibada tu kaka. Eh, chumvi ya mawe, unamzungumziaje sasa rais wa, wa Yanga kwa kupata hiyo position? Kama ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe, binafsi amepambana kadiri ya uwezo wake, ndo ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata, nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata. Mm, maanake hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika e, karia yake ya mpira. Huoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa, wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka e, kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na, na watu wengi, kama juzi tu alikuwa Roma, Itali, e, alipata mwaliko E, wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu e, barani Ulaya, uone experience uzoefa na upata, kama utazidi kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani sasa, tukirudi huku ndani ah, shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu hili ni swala la kififa na kama ni mjumbe wa vilabu, kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa, kila timu ujue na style yake, jinsi navyoandaa mazingira kupata matokeo na wachezaji iliyokuwa nayo, kwa hiyo kwenye mpira yetu iko tofauti na yeye cheo chake jisikilivu, cheo chake ni rais wa mjumbe, yaani ni mjumbe wa vilabu e, balani, kwenye, kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe, kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu, ni, ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo alio, aliyoifikia hata mimi michumvia maye vilevile, natamani vilevile niwe shabiki bora vilevile, vile FIFA nao wanitambua. Kwa hiyo ni jambo <tipa> la heri kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu mwenyewe, unafikiri ukiangalia labda sana sana sana sana kule FIFA alikokwenda sana sana, sana, sana, ajitahidi labda kuwa karibu na labda na TFF na bodi ya ligi tuboreshe labda viwanja vyetu nafikiri, viwanja vyetu nafikiri, nafikiri vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi mingi, ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kilisani cha cha kukangabisi ile hmm. muda mwingi kina, kina luka luka juzi. Hey. Hey. kawaje tena mkapijwa mka nne acha vya maji hapa, tumekuja kwenye swala lingine. Hey. tena unaleta tena kwenye sala hilo hey, la ubaya bwela hey, hey. hiyo tuliacha hapa, tumekuja kwenye mambo mengine bwana, kwa sababu tunaenda kwenye kuja... hmm.